So this is the second phase that he's actually handing over keys. And the first phase he handed over in May of 1,080 units. Hapo sasa ndio wengi sasa tukasimama tukaamini kumbe ni ukweli. Sasa kama kulikuwa na upinzani mkali sana kulikuwa tunapinga, sasa tuko tunaelewa, na tujawai ona hiyo kitu Kenya tangu sisi. Hapo sasa tukaamini kabisa Pewe hizo nyumba, na vile nasikia ni December gift, kama gift cha December tuseme eh, Christmas yetu hapo ndani, niko nazo sasa hii. Na namba yangu ya nyumba niko naye hapa. Sisi tunangojea President akuja afungue na mimi niingie nyumba yangu. I believe inaenda kukua mradi mzuri kwetu. Something else kuna shule hapa, nina mtoto and I think anaenda ku benefit from the school and we have police station whereby we are guaranteed of safety. Tena kuna fire station, tuko na playing ground ya watoto, so hata unaweza simama kwa dirisha uangalie mtoto wako akicheza, which is a something enye tukua tunapata hapa. Pale mimi naenda na wao, naenda

hata nikizeweka, nikiwa mimi siko naudi, nyumbani kwetu Mulanga, hiyo nyumba nikiacha nitaachia mtoto yangu na wataishi kukaa pale, na a wakiseeka was watakaa pale, wataachia mwingine, a wajukuu wao bado watakaa pale. Hiyo nikuta maana sana, sababu ile nyumba hakuna siku takuja waambie toka pale hata ata kwa Christmas, na wengine wanafanya a. More Radio 88.2 FM, we are in charge.